Jambo na karibu langu. Jina ni Maskini Msomi na hii ni Maskini Msomi TV. Lengo langu, langu siku zote ni kuhakikisha kwamba unapata uondo kamili ambao unachipuka ndani na nje ya nje. Taarifa ambazo zinasambaa katika mitandao ya kijamii ni kwamba kumetokea mwanadada mrembo sana ambaye anafahamika kama Rara Tara ni mwanadada fulani ambaye me, alikuwa amekuwa akitumika kama video vixen kwa ngoma za Diamond mbili. Ya kwanza ilikuwa ya Tapita na Msumari ya pili, lakini nasemekana ya kwamba wivu unamuumiza unamu sana suju, baada ya kuona ya kwamba mwanadada huyu Rara anakuwa kila sehemu akiwa na Diamond Platinum na taarifa chini ya kape nasema ya kwamba Diamond Platinum kwa tabia zake ambazo zinamfahamu sisi kama mashabiki wake, ni kwamba akipata mwanadada mrembo huwa anapita naye. Kwa hivyo taarifa ambazo zinaenea chini ya kape ni kwamba Diamond Platinum anatoka na huyu msanii ambaye anafahamika kama Rara, na sababu kubwa ambayo ilimfanya Diamond Platinum kumuita kufanya kazi na yeye mara ya pili kwenye ngoma yake mpya ambayo inafahamika kama Msumari ni kwa sababu ya ya uzuri wa huyu mwanadada ambaye inafahamika ya kwamba ni mrembo zaidi kuliko wanawake wote nchini Tanzania. Hii imethibitishwa kutokana na jama fulani ambayo linaitwa Alkamwe Alkamwi Al, alisema ya kwamba hakuna mwanadada mrembo nchini Tanzania kama Rara. E, kipindi ambacho alikuwa anajiuliza huyu mwanamke anapatikana Tanzania ama amemtoa Diamond, amemtoa mbali na Tanzania. Lakini ukweli ni kwamba mwanadada mwenyewe anatokea nchi jirani ya Tanzania, japo ni mrembo sana kuliko Zuchu, ni mrembo sana kuliko Zari na ni mrembo sana kuliko Wema Sepetu na ni mrembo sana kuliko Tanasha na wengine wao kibao kitu ambacho kinamfanya Diamond Platnumz kuwa na yeye hey, karibu kila wakati. Langu jina la salia kuwa maskini msomi na lengo langu kuu ni kuhakikisha kwamba unapata uondo kama huu ambao unachipuka kila wakati. Eh, kila ambacho unastahili kufanya ni kuhakikisha kwamba una subscribe kwenye hii channel. Ndio kila kitu ambacho kinatokea, mimi kazi yangu itakuwa tu ni kukusukumia na wewe kukiangalia kwa makini na kujua kila ambacho kinaendelea. Langu jina la sali msomi, ya kuwa maskini msomi na kutakia kila la heri.